Mwenyewe mm, nasikitika kwa kweli, nimemkuta kwenye gari ya polisi mm, eh, nimefika na pale, namuuliza vipi na wewe huyu? Nikaanza kuongea na mapande, ananiambia hamna shida kabili. Sasa kabiisaniji hapa ndo nimepita kujua ukweli. Mm, naomba msamaha, nimeshaumiza na watu, naomba msamaha kwa jitwa, kwa niaba yake. Hali ya usalama ya mkoa wa Tabora kwa ujumla wake ni shwari na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kujiletea kimaendeleo. Jeshi la Polisi kwa mkoa wa Tabora limeona picha mjongeo iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo ilibeba kichwa cha habari, Mkuu wa kituo cha polisi Tabora amuomba msamaha Heche baada ya vurugu. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawataka wananchi waipuuze picha ya mjengeo hiyo, kwani ni ya uongo na yenye lengo la kuwadaa wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora halina mkuu wa kituo cha polisi Igunga wa aina hiyo, anaitwa Paulo Daudi Paulo Delimi ambaye ana umri wa miaka arobaini na tisa. Huyu ni mkazi wa Mbagala a hey, wilaya ya Igunga. Mtuhumiwa huyu amekamatwa na tunaendelea kufanya naye mahojiano kwa sasa, ili kujua alioshirikiana nao kuandaa picha mjongeo hiyo hasi na potofu na kuisambaza, ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Makusudio alikuwa ni kupotosha, kupotosha umma, kama unavyofahamu kwamba jeshi la polisi linao utaratibu wa kutoa taarifa zake ambapo kwenye ngazi ya mkoa msemaji wa jeshi la polisi ni kamanda wa polisi wa mkoa. Kwa hiyo kilichotokea ni upotoshaji mkubwa wa umma na hatua stahiki zitaenda kuchukuliwa za kisheria. Mimi nikemee vikali watu ambao wanafanya udanganyifu huku wa umma, na mtu huyu sio mtumishi wa jeshi la polisi ndani ya nchi yetu ya Tanzania, na hatua stahiki zinakwenda kuchukuliwa kwa maana kwamba amejifanya kuwa mtumishi wa jeshi la polisi.